Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala, Your Grace, Your Lordships, wapadri wapendwa, our religious men and women, Wakristo wote, leo ni sikukuu. Kwanza tunawapa hongera our hosts ambao wanashughulikia na kuweza kuweka hishaini yetu ikiwa safi na ikiwa nzuri, Franciscan conventions, tuwatakie sikukuu jema once again. Sababu ni sikukuu ya Mtakatifu Francesco wa Asisi. Na basi siku ya leo ambapo tumekusanyika hapa kama familia ya Mungu tumekuja kuitika mwito wa Mungu na mwitiko na mwito wa kila mmoja wetu kwamba lazima tuiweke nchi yetu mikononi mwa Mungu, na hasa kupitia kwa mwombezi wetu Mama Maria, Mama wa Mungu. Jambo ambalo tumeweza kulifanya tunapotanguliza ibada yetu, na tunapoiweka mbele ya mwenyezi Mungu, tuna imani kwamba Mungu atailinda, ataleta mabadiliko, na atatutumia sisi ambao tumekusanyika siku ya leo, ili tuweze kuleta mwamko mpya, tuweze kuleta nchi mpya ambayo tunaiombea na tunayotamani kila mmoja wetu mahali popote alipo, na chini ya uongozi wa maaskofu wetu, tumekusanyika katika siku hii ya maombi ya kitaifa, where we are reflecting on renewing our nation. This is an act of faith and it is an act of obedience to God's call, kama vile tunavyoitwa katika barua ya mtakatifu Paulo kwa Timotheo wa kwanza mlango wa pili mstari wa kwanza hadi wa nne kwamba lazima tuiombee nchi na lazima tujiombee sisi wenyewe anatuambia nini first of all then i urge supplications prayers intercessions and thanksgiving to be made for all people for kings and all who are in high positions that we may lead a peaceful and a quiet life Godly and dignified in every way. This is good, and it is pleasing in the sight of God, our Savior, who desires all peoples to be saved and to come to the knowledge of truth. Kwamba dua na maombi na maombezi ya shukrani lazima yatolewe kwa ajili ya kila mtu katika taifa, katika, katika mafamilia lazima tujiombe pia vile vile. Lazima tuombe dua zetu na maombi yetu kwa ajili ya viongozi na wote walio katika mamlaka mbalimbali ya uongozi, ili watuongoze kwa njia ya amani, kwa njia ya utulivu, ili tuweze kuishi maisha na na pia vile vile tuweze kupendeza Mungu na tuweze kumpendeza Mungu ili tuweze kujua ukweli na kuishi. We therefore gather today so that we can ask God to give us leadership that leads to a quiet and peaceful life. That we can be able to live together in those same

tusije kwa malalamiko mengi kama watu walio na hasira lakini kwa sala to request for good governance where all rights of every person are respected and protected so that we lead a quiet and orderly life this is why we are all here in this shrine of our mother Mary mother of God that through her intercession we may walk together hand in hand as siblings of hope, ready to renew our nation, ready to renew our families, and ready to renew our faith. Tumekuja katika mlima huu wa Maria, tukiwa na tumaini kubwa na tukiwa na ushujaa na uhakika kwamba kusanyiko letu haliwezi kutuvunjika, haliwezi kuvutuvunja. Lakini tuko na matumaini kwamba tutatoka hapa kama tumefanya kauli mbele ya Mungu na mbele ya Maria mama wetu kwamba tutafanya upya nchi yetu. Mary is example par excellence who prayed with him the disciples of our Lord Jesus Christ but also prayed with them even after the resurrection of her son. She was

And fired. Tukiwa na moto kwa kwenda kuunganisha kila mtu and and ready to go and renew our nation to proclaim and live the good works of God kama vile mitume walivyoshuka wakiwa na miale ya moto wa Roho Mtakatifu na wakaenda kutangaza mema mengi yaliyofanywa na Mungu ndani ya Kristo. Hivyo basi nasi tukitoka hapa tunaomba twenene katika ujumbe huo wa kwamba tumetoka katika mlimani na tutaendelea kutangaza na kuishi matendo makuu ya Mungu. This shrine is a place of refuge. It is a place for intercessions to pray for our church and to pray for our nations. We bring to God through the intercession of our Mother Mary, our joys, our struggles